Kwa mkoa mkoa, hii pia ni mojawapo ya familia kati ya familia sita zilizopatwa na msiba katika vijiji hivi vya Mkapunda na Wenje. Hiki kijiji peke yake ilitokea misiba tano. Nimekuja kwa niaba ya serikali, wapeni pole boli, kufuatia msiba uliotokea kwenye kijiji chetu kwa vijana wetu waliopoteza maisha kutokana na migogoro iliyotokea Mheshimiwa Rais alipokea salamu hizi kutoka kwetu mkoani, na amenituma nije kuwapa pole kwa niaba yake, lakini pia niwahakikishie kwamba serikali anayoiongoza iko pamoja nanyi katika kuomboleza msiba huu, lakini pia amelaani vikali mgogoro e, huu uliotokea na ambao umepelekea vifo. Ameniagiza pamoja na hatua nyingine nitakazochukua lakini niwahakikishie ulinzi na usalama ili shughuli zenu za kawaida za kiuchumi na za kujitafutia kipato ziweze kuendelea. Na tangu nimemwagiza Mheshimiwa DC kuhakikisha hilo la ulinzi na usalama dhani mmeona vyombo vyetu vya ulinzi vipo vinafanya kazi hiyo usiku na mchana. Niendelee kukumbusha makundi yote, iwe <coughs> ni wananchi wa kawaida, iwe ni wakulima, iwe ni wafugaji, kutokujichukulia sheria mikononi. Tunavyo vyombo vilivyokuwa mamlaka ya kushughulikia matatizo. Ziko changamoto za kimawasiliano kutokana na umbali na vyombo vilipo. Ni pia zipo changamoto za kiusafiri, pengine tangu mtu anatoa taarifa mpaka wanakuja inachukua muda, lakini hayo yote yasitukatishe tamaa. Tuendelee kuvitumia hivi, ni vyombo vyetu vya kisheria na vipo kwa ajili ya kutusaidia. Serikali ipo itahakikisha ulinzi, serikali ipo itahakikisha shughuli zenu mchumi, za kiuchumi za kujitafutia kipato zinarejea bila kugugudiwa na mtu yoyote. Tunaipongeza serikali na Mama Samia, askari hawalali, patrol kila siku. Hawa askari hawalali, kwa kweli wanafanya kazi. Amani hii unayoiona, ndugu mkuu wa mkoa, ni kwa sababu ya hawa askari, kazi wanayoifanya ni kubwa. Kwa hiyo mimi niseme tu, nawapongeza hawa, kazi wanayofanya wameleta amani. Saa hizi mtu ana uwezo wa kwenda shambani akajua kuwa serikali ipo na sisi tunaamini kabisa kwamba sasa hivi tuko na serikali inatuangalia. Na kweli juhudi ambazo mnaziendeleza za kuhudumia wagonjwa ni kweli. Mheshimiwa mkuu hapa anaendelea na taratibu hizo na anaendelea kwa uzuri tu.